Hello friend, leo ni siku ya pili ya challenge yetu ya no days challenge, ambayo tunapambana kujibidisha na kuhakikisha tuna develop ile nidhamu ambayo itatoweka huru dhidi ya mchezo wa kujichua pamoja na kuangalia pornography. Inawezekana tayari umeshazama huko au unajaribu kujilinda usije kaingia kwenye huo uraibu. Sasa kuna vitu kumi na tatu ambavyo vinasababisha mtu aweze kuingia huko Ukiingia huko inakuwa ni ngumu sana kama hivi vitu kumi na tatu hauvifahamu. Kitu cha kwanza, uh, ni swala zima la kuangalia video au picha za ngono. Eh, nawezekana unaangalia kwenye site za pornography au unaangalia uh, unapenda kusoma makala ambayo ya yaani ya ya ya simulizi za mapenzi, upo kwenye magrupu ya mambo ambayo ya, ya yanahamasia mambo ya mapenzi ma, ngono, ngono au unapenda kuangalia videos. Inawezekana ni music videos za wasanii ambao unakuta yani wimbo mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho hakuna kitu cha maana kinazungumziwa zaidi ya, ya ngono. Hata kama ni wimbo mzuri, lakini unakuta ile video yake ilivyokaa, style za kucheza, wanawake wanavyoonekana vile, ni katika namna tu ya kuhamasisha ngono. Au unaangalia movie au kwenye hata kwenye social media, kwenye Facebook, kwenye Instagram, unakuta kuna kuna reels za wengine ambao wanajiita ni content creator, lakini kiwalisia wanahamasisha mambo ya, ya ngono vitu kama hivyo, ukiwa ni tabia yako, unaviangalia mara kwa mara, unaangalia mara kwa mara ndio vitu ambavyo unache, unacheza navyo siku nzima, akili yako inapoteza uwezo wake wa kuzuia, kwa sababu muda wote unakuwa unahamasishwa kufanya mambo ya tendo la ndoa. Kwa hiyo unakuta uh, unapoteza ile control yako, kwa hiyo hata ile image halisi ya tendo la ndoa kwako kwa inapotea, yaani kunakuwa kuna mavitu vitu fulani vya uchafu uchafu ambayo wewe unayawaza tu kichwani mwako, kwa sababu ya kuangalia angalia vitu kama hivyo. Kwa hiyo eh, ili usiingie kule au kama upo kule, tafadhali hakikisha unaanza kuviondoa hiyo vitu ambavyo sio vya lazima. Acha kuangalia hizo music videos ambazo zina hamasia ngono, futa, unfollow hizo accounts ambazo zina hamasia mambo hayo. Uh, acha kuangalia hizo movie, angalia movie zingine ambazo zina maadili mazuri, na hiyo itakusaidia kuweza kufanya akili yako ikawa clear. Jambo la pili ni elimu potofu kuhusiana na eh, mambo ya punyeto. Nakumbuka wakati tukiwa shule, kulikuwa kuna watu wanaita wanaitwa FEMA, walikuwa wanahamasia sana wanafunzi E, tujichue ili ku, ili ku ku yani kwamba ni ngono salama kwamba e, badala ya kushiriki na wanawake tujichue au badala ya wanawake kushiriki na wanaume wajichue ili e, kuepuka magonjwa e, ya zinaa. Dhana ilikuwa nzuri, lakini we mchezo mtu ambaye anaanza kujichua, yani, ukishaingia kule inakuwa ni uraibu na ule uraibu ni ngumu sana kutoka na madhara yake ni makubwa. Kwa hiyo, elimu potofu au dhana potofu ambayo nyingine pia na naeti mtandaoni kwamba kujichua hakuna shida uh, yani hakuna tatizo lolote hapana. Unapokuwa umeshaingia kule na ukaingia kwenye uraibu, madhara yake ni makubwa sana. Sababu ya tatu ni kwamba watu wamepoteza hofu ya Mungu. Yani uh, mtu ukiwa na maadili ya kimungu na hofu ya Mungu kwa dini yako yoyote, uh, hakuna uh, maadili yoyote ya kimungu ambayo yanakupromote au yanakuhamasisha ushiriki mambo ya kujichua ni uchafu. Yani hakuna shortcut, ni uchafu. Na hata e, unapokuwa unataka kufanya e, kujichua, yani haiwezi ukawa unajichua ukiwa na mawazo mazuri kichwani mwako. Lazima utakuwa na mawazo fulani hivi ya ya ngono ngono fulani hivi, ambayo aidha umewahi kuyaona au unayafikiria au unaimagine vitu kama hivyo, ambavyo sasa katika ukiwa na kuwa conceived na mawazo ya ngono ngono kila wakati, maana yake unachafua akili yako, unamfukuza Roho Mtakatifu. Ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu dhambi inaanza kwa kunia au inaanza kwa kuwaza, na hata Biblia inasema, yeye amtazamaye mwanamke kumtamani tayari ameshazini. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu dhambi yoyote inaanzia kwenye mawazo. Na watu wakati mwingine, unapokwenda kusali umeenda kuswali, au upo kanisani unasali, au upo nyumbani kwenye ibada wakati fulani, kama umezoea kuangalia angalia hivyo vitu, umezoea kujichua muda kila wakati, hata ukifumba macho unaomba, unamwomba Mwenyezi Mungu jambo fulani, unashangaa inapita mawazo hayo ya uchafu uchafu kichwani. Sasa utakuwa ni mtu wa aina gani ambaye unaishi katika mazingira ya design hiyo? Sababu ya nne ni kukaa bila kazi au kukaa mpweke. Eh, wewe unaishi magetoni au unapenda kukaa sehemu za peke yako peke yako, wakati wewe una bando, upo kwenye kompyuta, upo kwenye simu kwa unajikuta unaangalia angalia vitu fulani hivi vinakuvutia kuvutia vitu fulani hivi unajikuta tayari umeshaenda umesha bafuni. Hiyo kitu inakuwa ni mbaya. Kwa hiyo jitahidi, uh, usipende kubaki peke yako, usipende kubaki mpweke mpweke. Siku nzima uko peke yako, umejifungia chumbani, sio kitu kizuri. Kuwa bize, kuwa na shughuli zako za kufanya. Uh, jichanganya na watu wengine pale ambao panawezekana, ili kuepuka hiyo hali ambayo inaweza kuongeza katika majaribu. Sababu nyingine ni kufuata mkumbo. Nakumbuka tulivyokuwa shule, wengine walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu walikuwa wanaona kama kamchezo, wanafuata mkumbo. Japo kwa hii ipo sana kwa vijana vijana, watoto hasa wa shule, kufuata mkumbo, hasa kama wakiwa hawajapata elimu nzuri. Na sababu nyingine inatokea pale ambapo wanandoa na kwa kwenye migogoro, sababu mwanaume na mwanamke wapo kwenye mgogoro alafu Uh, kila mmoja labda hataki kutoka nje ya ndoa lakini anapata zile hamu za kufanya tendo la ndoa, unajikuta sasa anajaribu kwenda kujiridhisha mwenyewe, na katika hali ya kujiridhisha anajikuta ananogewa hivyo na hivyo na hivyo na hivyo na hivyo mpaka inakuwa ni uraibu tena. Sababu nyingine ni tamaa ya kutaka kujua vitu vipya. Sasa kwa vijana ambao hawajaoa au hawajaolewa wanataka kujaribisha kuona e, tendo la ndoa linakuwaje. Sasa ukishasoma soma mtandaoni, mara kuna mambo ya kufika kileleni, mara si kuna kumwaga, kuna kunini, anataka kujaribu ku, Eh, kuona ile hali inakuwaje. Akishafanya hivyo mara moja mara mbili, tayari anajikuta tayari anaenda kwenye uraibu, kwa sababu ni kitu ambacho kina overstimulate. Kwa kama kina overstimulate, maana yake mtu atakitaka tena ndani ya muda mfupi, zaidi na zaidi na zaidi, tayari anashakuwa ni uraibu. Na kitu kingine ni uraibu wenyewe, ukishafanya mara moja yani inakuwa ni kama vile umekuwa mlevi, unaanza kutaka kila wakati kila wakati, kwa sababu ubongo unakuwa unahitaji kitu chote ambacho kina overstimulate ubongo kwa haraka ubongo unatengeneza ka ka kitu ka kusema unaitaka tena. Ni kama vile ukiwa ukila, ukila sukari sana. Sasa hivi baada ya muda mfupi tena ubongo utataka sukari zaidi na zaidi na zaidi. Yaani kuna kuwa na kauraibu. Ukivuta bangi ukajisikia ile hali ile stimu ukajisikia imepanda, baada ya muda mfupi tena utataka, utataka utataka, utataka na ubongo unatengeneza kama te, utegemezi. Bila hivyo haujisikii vizuri. Kwa hiyo unakuwa unakuhitaji kufanya zaidi na zaidi. Na sababu nyingine ni uoga wa kutongoza. Wale wanaume ambao ni domozege wanajikuta hawawezi kuapproach wanawake uh, kwao, unajikuta wanaingia katika hiyo tabia ya kujichua. Na vyovyote vile, sababu yoyote ile ambayo inaweza kufanya ukaingia huko ni sababu ambayo unatakiwa kuikimbia na kuhitaji msaada na kuomba msaada pale ambapo e, hauwezi kufanya wewe mwenyewe. Lakini chonde chonde, kama haujaanza haujai kuingia kwenye tabia, tafadhali piga wagaragaza, zingatia hizi vitu ambavyo nimevizungumza na uviweke kwenye control, visije vikakufanya ukaingia kwenye hiyo addiction. Na kama upo tayari kwenye addiction, anza kuondoa haya mazingira, kabla sijakupa e, utaratibu wa jinsi ambavyo unaweza kufuata zile hatua za kuacha. Anza kuondoa haya mazingira, hivi visababishi ambavyo vinaweza vikawa vinakusababisha ukaingia kwenye huo mchezo. Na kama haujapata mwongozo na kitabu hiki ambacho nimeeleza jinsi ya kuacha na jinsi ya kujitibu nyumbani. Uh, bei yake ni shilingi ya elfu kumi na tano. Unalipia na kutumia kwenye simu kwenye WhatsApp, unasoma kina maelezo ya kina jinsi ambavyo unaweza ukafuatilia hii challenge vizuri na hatua kwa hatua ukaweza kuondokana na hii tabia mbaya na ukatibu madhara yake pia. Mimi naitwa Dr. Nature, take care.